Ni matumaini kwamba ushawahi kusikia au kutumia kadi ya debit card au debit card. So ushawahi kujiuliza tofauti hizo kadi mbili ni nini? Kadi hizi hutolewa na benki ambayo moja ikiwa na lengo la kukupa wewe pesa kwa matumizi, alafu tazirudisha baadaye. Nyingine inakuwa ni kadi yako ambayo kuna pesa yako kwa ajili ya matumizi au mambo mengine. So ipi ambayo inawekwa pesa kwa ajili pesa zako na ipi ambayo ina pesa zinatoka benki ili wewe uzitumie, alafu tazirudisha baadaye. Ukiwa na jojo chochote kuhusu debit card na credit card naomba ukomenti hapo chini kabla sijaenda kufafanulia zaidi. Kadi zote mbili zinatolewa na benki na kila benki ina, ina utaratibu wake wa kuzitoa hizo kadi na ina mifumo yake au ina utaratibu wake au ina, ina na kila kadi katika hizo zote zina lengo lao kuu, lakini kifupi kwamba utofauti wa hizo kadi mbili ni kwamba uh, debit ni kadi ambayo una pesa zako unaweza kuzitumia kufanyia manunuzi, kwa hiyo ndio kadi ya debit card. Na kadi ya credit ni kadi ambayo unatumia pesa za benki au kampuni yote ambayo inahusiana na masuala ya pesa. Kwa hiyo unazitumia zile pesa kwa baadaye, unakuja, unakuja kuzirudisha, na hiyo ndo tofauti. Lakini katika unaweza kukuta debit card inakuwa iko kwenye, ni tofauti kulingana na bank, mifumo ya benki inavyoiweka. Labda tu nikuulize, ulitaka kujua nini kuhusu kadi hizo mbili nizoziongelea? Weka komenti yako hapo chini na mimi nitakujibu. Kumbuka, huduma zetu ni za bure kabisa, huulipi kitu chochote.